Kama nini? Ambie mwenzako ataangamia kama mavi yake ya, wasema waangamie ya. Sema wewe adui wewe, wakati wako kuangamia kama mavi yako, kama mavi yako. Are you ready? Yes. Lazima kile kilichozikwa kitoke. Amen. Pesa zako zitoke Wanao watoke Amen. Biashara yako itoke Amen. Wewe ni kuzikwa tu ulizikwa, ila leo unaenda kutokea kwa jina la Yesu. Amen. Naomba tusimame, naomba tusimame, naomba tusimame amina, John.